Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu amekamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma akiwa katika ziara ya chama chake mkoani humo, huku chanzo cha kukamatwa kwake ikiwa bado hakijajulikana. Hata hivyo, wadadisi wa, wa masuala ya siasa nchini wanasema kuwa Lissu alikamatwa na polisi mkoani Ruvuma kutokana na hotuba yake kuhusu makaa ya mawe aliyoitoa katika mkutano wake wa hadhara huko Mbamba Bay wilayani Mbinga. Vyombo vya habari mbalimbali vimeripoti ikiwemo gazeti la Mwananchi kuwa kamanda wa jeshi la polisi mkoa Ruvuma, SSP Marco Chilia alisema bado anafuatilia swala hilo na taarifa ataitoa baadaye. Hadi sasa inafahamika kwamba anashikiliwa Songea na anaweza kusafirishwa kwenda makao makuu ya jeshi la polisi jijini Dar es Salaam. Awali kabla ya kukamatwa kwake huko Mbinga, askari wa jeshi la polisi wakiwa na silaha za moto na mabomu ya kutoa machozi waliwatawanya wananchi waliokuwepo mkutanoni hapo. <tinyo>

Tundu Lissu alikaririwa akisema jeshi la polisi limewakamata kwa sababu ya mkutano wake wa amani ambao una nia ya kuwafungua wananchi kuhusu maisha yao jambo ambalo serikali haitaki kusikia. Tumekuja, tumefanya mkutano wa amani ni ele... u Hebu ni... Hebu nisikilize, basi. Nisikilize basi, tumefanya mkutano wa amani hapa, tumefanya mkutano wa amani tumemaliza lazim... Tume kwa amani. Sasa mimi nafahamu michezo ya jeshi la polisi na watuma. Mimi, mimi ya CCM wanaowatuma mimi naelewana. Sasa amesema nisiingie nisi kwenye gari nisiingie kwenye gari, ah, ah, amna si tunakatazwa kuingia kwenye gari Akiwa Mbamba Bay mnamo Aprili 9 mwaka 2025, Lissu alisema utajiri wa makaa ya mawe uliopo katika ardhi hiyo unachukuliwa na kusafirishwa kupelekwa nje ya nchi huku wananchi hao wakisalia kuwa na hali ngumu ya maisha. Kama ukianzia safari yako Dar es Salaam mpaka hapa, utapishana na malori makubwa pengine zaidi ya elfu moja njiani yenye mzigo wa makaa ya mawe. Haya makaa ya mawe no, yanachimbwa wapi? Yes, yanachimbwa wapi? Yes, yanachimbwa malini au sio? No. Hapa hapa mbamba bea au nakosea? No. Na yana mengine yanachimbwa Rwanda mengine yanachimbwa wapi? Mnafahamu? Tumehesabu jana, tumetoka Masasi tunakuja na Mtumbo, tumehesabu malori tuliopishana nayo njao. Ilipofika mia mbili, manake kila baada ya dakika tano lazima ukutane na lori limeandikwa ile nini, mite logistics, au limeandikwa specialized hauliers, au Ilipofika mia mbili mimi nikachanganyikia, nikaacha kuhesabu, na nielewa <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> na hiyo ina, ina, ni kila siku asubuhi mchana usi, na usiku ni safari kutoka Malini Mbambabay, ni safari kutoka Luanda, ni safari kutoka Liganga wa ni yeah, yeah. Safari kutoka Mukuru ni safari ya kusafirisha utajiri wa mkoa huu, utajiri wa eneo hili kuule, kupeleka bandarini ili usafirishwe kwenda India, kwenda China, kwenda Kenya, kwenda Ulaya na maeneo mengine nanielewa yeah. Nchi zote duniani zilizoendelea zile ambazo ni nchi za viwanda zote za zamani na za sasa, zote ambazo zina viwanda msingi wake ni makaa ya mawe na chuma. Ukiwa na makaa ya mawe utayeyusha chuma kinachotengeneza bidhaa zote unazozifahamu za chuma. Kama huna makaa ya mawe huwezi ukatengeneza chuma, kwa sababu gharama ya, ku, ya kuyeyusha chuma katika hali yake ya, ya udongo au miamba na kuifanya chuma tunachokifahamu hiyo gharama ya, ya kuyeyusha hiyo chuma ni kubwa kwa kutumia nishati zingine kama umeme na kadhalika, ni kubwa kwa namna ya, ku, ya kutengeneza viwanda vikubwa vya vi chuma. Lazima uwe na kaa ya mawe, kwa sababu yakipatikana kwa wingi yanaweza Nangia na ndio yanayotumika. Nimesema nchi zote zilizoendelea duniani zimeendelea kwa makaa ya mawe. Ukitaka kujenga viwanda vya magari, viwanda vya kutengeneza injini za treni au za ndege au mataruma ya reli au kitu kingine chochote kinachohitaji chuma, unahitaji makaa ya mawe. sisi tuna makaa ya mawe nchi hii. Haya maeneo ya kwenu haya yana wastani wa tani za makaa ya mawe bilioni tano, bilioni tano 5 ni makaa ya mawe ambayo tunaweza tukachimba kwa zaidi ya miaka mia moja inayokuja 1 tunashima tunapakia kwenye malori yanapelekwa nje ya nchi. Wilaya ya Nyasa hii, wilaya iliyomzaa Oscar Kambona, ni mojawapo ya wilaya masivu katika anju. za serikali zinasema hivi, ni za serikali hii hii zinasema hivi, katika kila watoto mia wa Nyasa wenye miaka mitano au chini, thelathini na tano wamedumaa. Watoto wanadumaa kwa sababu gani? <laughs> watoto wanadumaa kwa sababu gani? Hakuna chakula, hakuna... hakuna chakula kwenye wilaya iliyoko ziwani, kwenye wilaya inayozalisha, inayochimba makaa ya mawe yanayosafirishwa nje ya nchi hii kila siku ipitayo kwa Mungu Asilimia 35 ya watoto wake wa chini ya umri wa miaka mitano wamedumaa kwa mujibu wa takwimu za serikali iliyowadumaza. Hata hivyo, makamu wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema John Heche amekaririwa na chombo kimoja cha habari akisema wanasheria wa chama wanaendelea na hatua za ufuatiliaji ni kwamba baada ya kuwa mkutano umekamilika na Mheshimiwa Lissu ameshamaliza kila kitu, polisi walimfata OCD kumwambia kwamba wanamhitaji kituo cha polisi. Akataka kujua wanamhitaji kwa nini, kwa sababu sheria ndivyo zinavyotaka. Polisi hawezi kuambia tu anakuhitaji bila kukuambia kwamba anakuhitaji kwa hoja ipi, kwa kosa gani na kwa sababu zipi. Lakini inaonekana kwamba OCD akainsisti kwamba ataondoka naye, na Lissu wakaambia huwezi kuondoka na mimi. Sasa, katika hali hiyo, na wananchi walikuwa pale e, polisi wakaanza kupiga piga mabomu na kutawanya wananchi lakini baadaye wakamchukua wakaondoka naye so kwa hiyo mawakili wetu ambao ni Pita Kibatara bahati nzuri yuko na sisi hapa Ruvuma, lakini na wakili Mahinyira watakwenda vitu katika kituo cha polisi baadaye, kutaka kujua ni wapi hasa wamempeleka mwenyekiti kiti na ni kwa sababu gani wamemshikilia kwa sasa. Ni mapema, tunataka tu kwanza tufate due process ya mawakili kwenda polisi lakini pia na Qurani, huu uhuni ndio unaosababisha sisi tuseme hata uchaguzi utafanyikaje, kwa sababu CCM wana kriskosi nchi hii makara a, yuko upande mwingine e, katibu mkuu wa CCM alikuwa kwenye ziara e, Wasira yuko kwenye ziara haujasikia popote wamesuguana na polisi popote, lakini sisi, mimi jana Tunduru nimenyimwa kiwanja cha kufanyia mkutano, tumetolewa nje ya mji kilomita tatu, wananchi wametufata nje ya mji kilomita tatu, tumezungumza nao, lakini polisi wakawa na wazuia kurudi majumbani kwao. Kwa sababu kwa kawaida wananchi anapokuja mmoja mmoja kwenye mkutano, mkutano unapokwisha lazima wataondoka kwa grupu, kwa sababu tayari wako kwenye eneo moja, lakini polisi waliwazuia wasirudi mjini. Yaani ni kitu cha ajabu kabisa, ambacho unaona sasa. Mazingira haya ndiyo yanasababisha tuseme, hii nchi bado tuko kwenye mikono ya wakoroni, tuko treated kama sisi ni binadamu wa daraja la pili. Na hayo mambo ndiyo sisi tunayapinga, na hayo mambo ndiyo yanasababisha tunasema hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi kwa njia hii, kwa sababu kama leo ni, ni, kanda ya pili tu panic hii yote inatokea hii, this is panic, lakini sisi wamefanya mikutano actually tangu Samia ingie madarakani, kila siku anafanya campaign. Samia yuko kwenye campaign kila siku, ndio maana kila kitu kinabatizwa jina lake. Lakini haujaona popote wamebugudhiwa. Sisi sisikufanya mikutano kwenye kanda mbili tu tayari, unaona pwani ya kiwango hiki ambacho mwenyekiti wetu anakamatwa. Hadi sasa Lissu ameendelea kushikilia msimamo wake wa no reform, no election, huku akisisitiza ndio msimamo wa chama na ameapa kulisimamia hilo.